Tu, tuendelee tuendelee kwenye kwenye dividend updates mister pande wa dividend updates ah, uh, graph wetu msimamo umebaki pale pale, hakuna significant uh, update for this week. Uh, kikubwa kulikuwa kuna AGM ya DSE uh, kulikuwa kuna AGM vile vile ya Maendeleo Bank na jana nadhani kulikuwa kuna AGM ya Mwalimu Commercial Bank. Niliweza kuhudhuria AGM ya DSE ambapo one of the major changes zozokuwa na kufanya ni kwa nikua, ni kubadilisha board members, of course performance ya yes, kuelezea ma, mambo ambayo wame, wame, wameweza kuimprove ndani ya mwaka a, na kuona mipango ipi wanaweza kuboresha. Kukua kuna significant market moving news per se, lakini at least wawekezaji waliweza kupata audience na na management kuweza kuwahoji maswali mbalimbali. Upande wa dividends tuna expect DSE of course, uh, wali propose bei ya shilingi 145 kwa hisa. Uh, tunasubiria dividend, dividend declaration notice ili tuweze kujua cum div na ex div zimekaaje, but so far there's no significant update. Tukishuka chini sasa ndo tunahamia kwenye I think topic yetu mama ya leo ya government bonds, ambapo serikali iliweka mnada iliweka ratiba ya mnada mpya weekend iliyopita, nadhani mida kama hii, ambapo sasa tutaanza na bondi ya miaka kumi na tano next week. Hii bondi itakuwa, itakuwa reopened uh, uh, maanake nini? Maanake hii bondi ilikuwa previously issued, lakini inakuja kufunguliwa tena ili wawekezaji waweze kuwekeza tena. Umeona upande wa, wa, wa yields, yani zile returns za, za tunazozipata kwa wawekezaji wa hizi products Of course, na enyewe hakuna significant update kwa sababu hakujafanyika mnada wowote ndani ya wiki hili. Kwa hiyo, hayo ni hayo tu katika weekly market report ya leo.